Naiwal matange ni taimu kwa kitengo cha zana za kilimo hapa cha kilimo SUA, mimi to upata wageni ambao wao wamemleta yule mwenye kampuni ya kutengeneza plana zile za, za mjunu kwa hiyo zile za ni, brusha, kuja kwa na, eto, uh, pata za mzuri zilishakuja hapa chuoni kwetu na wanafunzi wetu wakapata nafasi ya wa kujifunza uh, lakini kikubwa uh, ni kwamba wao walileta wanafunzi ambao ni operators wa mashine zile kwenye mashamba yao kuwafundisha kwa sababu na kozi ya kufundisha mitambo ya kilimo hapa chuoni kwetu kwa hiyo walipokuja tukawa fundisha wale wa watu hao vizuri, na saizi amekuja yule mtengenezaji wa zile mashine kutoka Poland. Kwa hiyo sisi tukaenda kukutana na uongozi wa chuo ili tuweze kukaa pamoja na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuboresha uhusiano wetu kati baina ya chuo chetu pamoja na hawa watengenezaji wa mashine hizi, kwa sababu mashine hizi ni nzuri sana, ni e, planta ambao zinatumika kupanda mazao mbalimbali. Eh, kwa yale mazao yanayopandwa, kuna kunakuwa kuna ulazima wa kulima, kuna piga aro una na au plau una, una, una auna, ili unaenda moja kwa moja kwenye kwa shamba, inapanda kwanza, inakata yale majani, alafu baadaye inapanda, alafu baadaye inafukia bayo. Kwa hiyo kazi zote hizi zinakuwa zinafanyika kwa wakati mmoja na pamoja, vilevile inaweka mbolea. Kwa hiyo ni mashine nzuri sana, hasa wakiini ambacho wnakuta kuna ukosefu wa mali sababu inatumia kama hifadhi uh, maji ardhini, lakini pia vilevile mashine hii inatumika inapunguza pia ile muka ubongo wasabbu wa ardhi haiwi haiguswi hai, hai sana. Kwa hiyo inakuwa bado ya kuwa imara. Kwa hiyo mazao yakikua ule liopo, lakini pia mashine hii ni nzuri sana kwa sababu inachukua muda mfupi, hata kama ni eneo kubwa, kwa muda mfupi sana unaweza ukapanda ekari nyingi sana, ambazo wakutumia mashine hizi ndogo ungeza ukachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli sisi tukipenda Eh, fundishia wanafunzi wetu kwa sababu sasa hizi eh, mambo ya climate change yapo sana. Kwa hiyo kama kuna i eh, mambo ya climate change, basi hata kukiwa na ukame mashine hii ukipanda ni rahisi kuvuna kwa sababu ni mashine ambayo kwa kweli inatumia majili ya ufani maji gongo, lakini pia muda eh, ambao kutumia na vitu kwa hiyo Uh, ndio maana wamekuja hapa, kwa hiyo tumekubaliana tume kuingia nao makubaliano yani MOU ambayo ile MOU itawezesha sisi SUA kutumika kama kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa ajili ya mashine mm hizi -hmm. Lakini vilevile wanafunzi wetu wataweza kupata fursa kwenda kufanya mafunzo mm -hmm. kwenye mashamba yao ambayo akoviwa, tunaweza kuwachukua wakati fulani kuwapeleka kule wakapata mafunzo wakafundishwa kule kwenye yale mashamba wakaona ambago, fudisha, kwa sababu sasa hivi tunaangalia ni jinsi gani ambapo tunaweza tukawafundisha wanafunzi wetu kwa vitendo zaidi, na sio tu masomo ya darasani. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo eh, eh, tunalifuatilia sana, ili kuweza kupata sehemu ambazo haya maf mafunzo ambayo tunafanya yanafanyika kule kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho wamekuja uh, Naitwa Shabani eh, Mgonja, mkurugenzi mtendaji wa Mzuri Afrika. Leo hii tumekuja hapa uh, chuo kikuu cha Sokoine eh, kwa ajili tu ya kuimarisha mahusiano yetu ambayo tulianza kwa maupareta wetu kupata mafunzo hapa, lakini tulipotembelewa na rais wa Mzuri eh, World ambaye ndiye miliki na watengenezaji wa mashine ya teknolojia ya Mzuri Fortil. Tuliona si vibaya aje kutembelea chuo uh, kikuu cha Sokoine na kuimarisha mahusiano yetu ambayo yameshaanza. Hivi karibuni tutasaini MOU kati ya SUA na Mzuri World ni pamoja na Mzuri Afrika. Kwa hiyo tu ukiwa unashirikiana na watu ni vizuri wafahamu wafahamu, hasa ndicho kilichotuleta hapa kwa ajili ya kuimarisha mahusiano yetu kati ya uh, chuo kikuu cha Sokoine mm -hmm, na kampuni hizi mbili, Mzuri Afrika na Mzuri World, na CEO Marek Rujnia kutoka Poland mm -hmm, tuko naye mm hapa -hmm. E, kwa kweli kikao cha leo kilikuwa ni kizuri sana kulipata ushirikiano mzuri wa kutosha, na a, tunaona ni jinsi gani e, SUA wana shauku ya kupata a, teknolojia mpya, lakini na wanafunzi e, kupata mawazo mapya kutoka sehemu mbalimbali, na kwa sababu fursa hiyo ipo na sisi e, tuko tayari kuitoa kwa vijana wetu wanafunzi watakaojifunza teknolojia ya mzuri watafaidika kwa njia nyingi. Kwanza moja, tumeanzisha shamba letu la mfano kule Vigwaza. Kwa hiyo haitakuwa kwa uh, nadharia kwa kusoma tu, watafanya kwa vitendo uh, lakini vile vile uh, kwa sababu sisi tuna mahusiano ya moja kwa moja na wenye utengenezaji, hata kama litakapotoka toleo jipya, lakini wanafunzi na wenyewe watafaidika kwa sababu watakuwa ni sehemu ya maboresho ya teknolojia hiyo. Katika kikao chetu, miongoni mwa mambo ambayo uh, tuliyazungumza ni pamoja na ku unganisha vyuo vikuu vile ambavyo tunashirikiana navyo kama Mzuri world na Mzuri Afrika na uh, kuviunganisha hivyo na mashirikiano na SUA, lakini kutakuwa na program za wanafunzi kutoka hapa au wakufunzi kutoka hapa kwenda uh, Mzuri World headquarters na uh, wakufunzi kutoka Mzuri World kuja hapa SUA kwa ajili ya training, sababu nia yetu ni kuona SUA inakuwa ndiyo champion wa teknolojia ya mzuri hapa Afrika. Ukipata uh, changamoto ya kiufundi eh, wakati tutakapokuwa tumeshaingia nje ya nchi eh, suluhisho litakuwa ni eh, chuo kikuu cha Sokoine hapo Morogoro.